YouTube ni moja ya platform za uhakika ambazo zinalipa pesa na sio tu zinalipa pesa bali ni kazi kwa baadhi ya watu, na kuna baadhi ya watu ambao nawafahamu wameacha kazi za kuajiliwa ili wafanye YouTube. Jinsi gani ya kupata pesa kwenye YouTube, jinsi gani ya kuongeza mapato kwenye YouTube, jinsi ya kupata pesa zaidi kwenye YouTube? Hili ni swala ambalo hawatu hawaligusi sana, lakini leo tutakwenda kuligusia. Na mimi naitwa Vinei na hii inaitwa Vinei TV. Video kama hizi ndio huwa tunaposti Dakika moja subscribe unachelewa sana, jiunge nasi, gusa like na kengele uwe unapata taarifa kila tunapopost video. Sio kila unayemuona kwenye YouTube anapata views nyingi basi ukajua moja kwa moja atakuwa analipwa pesa nyingi. Pia sio kila unayemuona kwenye YouTube anapata views kidogo ukahisi anapata pesa kidogo. YouTube haiko hivyo. YouTube ni tofauti kwa kila video, kwa kila mada, kwa kila channel, kwa kila mtu. Sasa utafanyaje wewe binafsi unayetazama hii video ili kuwa kwenye kundi la watu ambao wanalipwa pesa nyingi kuna mambo mengi yanayoathiri malipo yako ya YouTube na nitakwenda kuyagusia kama ifuatavyo. RPM ni kama mahesabu yanayoashiria ungelipwa kiasi gani au umelipwa kiasi gani kwa kila views elfu moja. RPM Sasa RPM inaathiriwa RPM na vitu baadhi ambavyo cha kwanza inaathiriwa na aina ya video, manake mada inayozungumziwa kwenye hiyo video, ndiyo kitu cha kwanza kinachoathiri RPM. Pia kuna mambo mengine kama historia ya watazamaji na vitu kama location, japo vitu muhimu ni hivyo viwili: mada ya video, aina ya video unayozungumzia, yani vitu unavyozungumzia kwenye video vinaingia kwenye mada gani? Cha pili si historia ya watazamaji wanaotazama video yako, hii location, kwamba inaathiriwa na location, kwamba mtu akiwa Marekani sijui nini. Ni vitu ambavyo vinatazamiwa sana na watu, lakini si muhimu sana kama watu wanavyofikiria. Unaweza kuwa Tanzania na ukapost video ambazo unapata watazamaji wa Tanzania na ukapewa pesa nyingi kuliko na post video ambazo unapata watazamaji labda wa Marekani. Kwa hiyo location haimati sana, yani sio kitu muhimu sana kwenye kutathmini RPM. Kinachotathmini ni aina ya mada na aina ya watazamaji unaowapata nasema location haina umuhimu sana kwa sababu nataka nikuonyeshe ushahidi unaona hii video imeingiza milioni moja na laki sita na pesa hizi zimepatikana kwa sababu video hii imepata views elfu ishirini na saba views hizi ni chache lakini kwa views elfu ishirini na saba video imeingiza milioni moja na laki sita ni kwa sababu video inalipwa elfu sitini kwa kila views elfu moja kwa hiyo video ikipata views elfu moja inalipwa elfu sitini ikipata views elfu mbili inalipwa inalipwa laki na ishirini, ikipata views elfu kumi video yangu inalipwa laki sita. Kwa hiyo hii ni video ambayo inalipwa pesa hizi na pesa hizi ni kwenye YouTube ni, ni RPM kubwa. Nimechange kuweka pesa ya kitanzania ili tuelewane. Kwa hiyo kumbuka video hii inalipwa elfu sitini kwa kila views elfu moja na kwa views elfu ishirini na saba imeingiza milioni moja na laki sita. Tukienda sehemu ya audience video hii imeingiza watu wa Tanzania yani watazamaji wake ni watanzania tu. Kwa hiyo watanzania peke yake wamefanya video hii ingize kiasi hiki. Lakini tukienda kwenye video ambayo imepata watazamaji wa Marekani, kwa sababu watu wanahisi ukipata video inayotazama na Wamarekani sndo pesa nyingi. Hapana, inafuatana na top video nyingine. Hii hapa, hii ni video ambayo imeingiza views elfu thelathini na nane, imezidi kidogo ile ya mwanzo views elfu thelathini na nane lakini imeingiza kiasi cha pesa laki nne na thelathini na saba. kwa sababu video hii inalipwa elfu kumi na moja ya kitanzania kwa kila views elfu moja. Kwa hiyo ukipata views elfu moja video hii inalipwa elfu kumi na moja ukipata views elfu mbili video hii inapokea elfu ishirini na mbili na ndio maana imeweza kuingiza laki nne na thelathini na saba, kwa views elfu thelathini na nane. Lakini video hii uwezi amini audience wake moja niangalie kwenye audience. Audience wake ni United Kingdom, United States, Canada, na Germany. Tunagundua video hii imepata location nzuri. Kama watu wanahisi United States ndio location ambayo ina pesa nyingi, sijui Canada, Germany. Lakini video hii inalipwa elfu kumi na moja kwa kila views elfu moja, lakini ile like ya kitanzania inalipwa elfu kwa kila views elfu moja. Tunaona gap ni kubwa sana. Gepu ni kubwa. Video ambayo imepata watazamaji wa Tanzania imepata pesa nyingi kuliko ambayo imepata watazamaji wa Marekani, na video ile ilikuwa na views chache kuliko hii. Kwa hiyo location sio sababu. Ishu kubwa ni aina ya watazamaji, history ya watazamaji, pia aina ya video inahusu nini. Naongea yote haya kwa sababu nataka niende kwenye mm, njia ya kwanza ya kuongeza malipo kwenye YouTube ambapo inawahusu sana wale ambao wanataka waanze YouTube au hawajaanza YouTube. Na unapotaka uchague mada kwenye YouTube, zingatia sana RPM. Ukitaka upate malipo mengi kwenye YouTube, chagua mada yenye RPM kubwa. Utajuaje kama mada ina RPM kubwa? Nimeshaelekeza kwenye YouTube, kuna video nitaweka kwenye description, hapo unaweza kuzicheki. Nimeshazungumzia mada gani zina malipo makubwa, mada gani zina malipo madogo, hata ukipata views wachache au unaweza kaongea kwenye ChatGPT maybe kwenye Gemini kauliza mada gani, ikakuletea mada pale, ukachagua mada unayotaka kuifanya. Lakini what if unataka uchague mada yenye RPM ndogo, kwa sababu ndo mada ambayo unaipenda na ni rahisi kwako? Au kuna wale ambao wanatazama hii video, lakini wanatazama kwa sababu tayari wana mada zao na tayari wana channel zao, lakini hawajafurahishwa na malipo wanayoyapata. Hapo ndipo tunapoingia kwenye mbinu ya pili. Mbinu ya pili ni kwamba post video nyingi kadri wezavyo, kwa hiyo ukipost video nyingi inaongeza chance ya wewe kupata malipo mengi kwa sababu kila video itakuwa na views. Post video nyingi kadri wezavyo, na hiki ndicho kinafanya watu wengi waache kazi za kuajiriwa na waanze YouTube moja kwa moja. Kwa sababu walikuwa wanaanza YouTube kama hobby, walikuwa wanaanza YouTube kama kazi ya pembeni, lakini wanakuja kugundua: YouTube haina limit ya pesa, ni kwamba ni wewe tu uwezo wako, ni kama bahari, maji yako pale, ni wewe tu utakayoweza kuyachota. Sasa, wengi wanaacha kazi a kuajiliwa kwa sababu wanagundua kitu hiki kuwa kadri unavyozidi kuposti video nyingi ndivyo malipo yako yanakuwa mengi. Kwa hiyo, hiyo ni mbinu ya pili. Acha uvivu, posti kadri uwezavyo. Mimi siposti video nyingi kwenye hii channel kwa sababu sina channel moja. Na pia sio channel ambayo ina focus kwenye kwenye pesa. Hii ni channel ambayo unafanya kitu nachokipenda. Hivyo natamani tu iwe kubwa ila si kwa sababu post. So, kuna channel ambazo naposti ili nipate pesa na kwenye channel hizo naposti kadi niwezavyo na post kila siku, lakini kwenye hii channel ninaposti kila chochote ambacho nahisi watu wataangalia, na hivyo, kwa sababu ni mada ninayoipenda. Ah, unaweza pia nawe ukawa na mada ambayo unaipenda, lakini unaweza kufungua channel nyingine ambayo unatafutia pesa. Zinakuwa tofauti: kwenye channel hii unapost unavyojisikia, kwenye channel nyingine unapost kwa ajili ya kusaka dollars. Njia ya tatu, ukipost video ndefu zenye zaidi ya dakika nane inakuongeza chance ya kupata malipo mengi, kwa sababu video ikiwa ndefu zaidi ya dakika nane, YouTube wanaweka matangazo katikati ya video ndani ya video ambazo kikawaida ni ads huwa zinakuaga mwanzoni na mwishoni, kama video ni fupi chini ya dakika nane, lakini ikiwa ni dakika nane na kuendelea, yanaweka matangazo ndani ya video. Kwa hiyo ukiweza kupost video za dakika nane na kuendelea au uka engage watu kwa dakika nyingi ndani ya video, hata ikiwa dakika 20, dakika 10, dakika kadhaa, inakuhakikishia kupata malipo angalau makubwa kwa sababu umeweza kufanya watu watazame ads zaidi ya mara moja kwenye video zako. Sasa hii ni njia nyingine ni ambayo nimesema post video ndefu zaidi ya dakika nane. Hii ni mbinu ambayo unapenda kuitumia sana. Jifunze kwenye channel yako, yani ingia kwenye dashboard kwenye takwimu ni sehemu ambayo ipo si kwa ajili ya wewe kuangalia na kufurahi kwamba amba nimepata views elfu mbili imepata views elfu saba imepata views elfu kumi. Lengo la ile sehemu ni wewe kuangalia na kujifunza watu wanataka nini na kitu gani kinafanya fresh kwenye chaneli yako. Kwa hiyo kama unaposti videos kwenye takwimu yako pale, itakuonyesha video gani zinafanya fresh. Ingia sehemu ya videos, angalia video gani zinapata views, sort by popular video gani zimepata views nyingi, jaribu kuzirudia kama inawezekana, zirudie video hizo au ufanye video zinazofanana na hizo. Itakuhakikishia malipo mengi, kwa sababu itakuhakikishia video ambazo zinaweza zikaenda mbali. Pia ingia sehemu ya revenue, angalia video, weka lifetime, angalia video zilizopata pesa nyingi. Najua kwenye list ya channel yako kwenye list ya video zako unaweza ukakutana na kitu ambacho mimi huwa nakutana nacho sana kwenye chaneli zangu. Ni kwamba kuna video zinapata pesa nyingi sana, hata kama zina views chache. Kuna ile nakuta na views chache, lakini kwenye list ya video zenye pesa nyingi haipo, kwa sababu kuna video zina view chache na zina pesa nyingi sana, kwa sababu ya aina ya video. Unazicheck hizo video, unaziandika, unazirudia kuziposti kama inawezekana, au unafanya kitu kinachofanana na hicho.